Yaani mkubwa wamemtupa. Kwa ukifuatilia mkubwa Lafe amesaidia wasanii wengi sana, kwa mfano kama wote hao yamoto bendi wale, TMK halisi, TMK wanaume. wakati wana mishemishe zake, anaenda sauzi, anarudi na hela tu, nakula bata, anawambia tule bata o, nasaidia wasanii, nasaidia wasanii. Haya, wakwambi, yani mimi nachotaka wasanii wote wa Tanzania watengeneze atenshen kwa mkubwa Lafe kwa sababu, kwanza anaumwa Nilimfata nani huyu mtoto wa Tandale, nimemfata, tukapiga naye mahesabu, akatoa kama dola stifu ngapi zile, ndo tukaenda zatu India kutibiwa. Nikaondoka mimi, kaondoka mkubwa Fella, tukaondoka na mtu mwingine, tumeondoka watatu. Baada ya hapo, mtoto wa Tandale apokei tena simu, yani akiona simu yangu apokei, akiona simu ya kakake apokei. Aya, huyo mbunge, huyo mbunge alikuwa hivi na mme wangu, kamsaidia mpaka kapata jimbo sasa hivi tena bungeni. Malio, hata japo, na hata siku moja, lakini nachotaka mimi wasanii wa Tanzania watengeneze tension kwa mme wangu kawasaidia wote, wamekula bata, anatoa anakuja mheshimiwa Temba simuoni Kiloboto hayupo hata kukanyaga, ila nitakuwa mtu wa fadhila nisipomshukuru Mshedede. Mshedede ana moyo yule mtoto, kamzidi hadi Watandale. Yani Mshedede si mwe huyo jamani, nimekula kama kaleta unga, kaleta vitumbua, kaleta hela. Mshedede Mungu akujali, ndio maana wimbo wako wa pao umefanya vizuri. Ila huyu na mkola adihibu, adihibu sijakuona hata sumni yake, Beka sijawahi kuona sumni yake uli dalini sija kumwona Chilole naye basi nikumbuke, hata kama uliunguziwa mgawa wako mwingine huyo. Ali duka lako alovamia la simu. Huyu nenga sijamwona, japo ajasaidiwa na mkubwa. Kesi sijamwona ya huyu mke wake mpale, tena familia ile ya kibaili kweli, baba Mchaga, mama mpale awatoyele wale wabaili mg. Nasema hivi mwanzo, mimi simfagidi mtu kabisa. Ah, sana watu wote wangu ni wadogo sana sana, naweza nikaanza huko napanda daladala. Wadogo sana hawanitisha, ni babaishi. Ninachotaka kusema warudi nyuma waangalie mkubwa alafu aliwasaidiaje? Hivi mimi kweli sasa hivyo kuhangaika kwa waganga, kuna mganga tumempata Masasi huko anaitwa Mzee Mchopa, tumeenda hamna lolote lilotokea. Kesho lete mbuzi, lete mbuzi. Tukaenda tukakutana, chemsha supu. Haya, nimeelekezwa tena kwa mganga mwingine yuko na mikupa huko, Mzee Mponda, ndio tumeenda, kidogo afadhali. Yeye anataka jogoo anataka hela, anataka vocha airtime, yeye mzee mpana, anataka airtime na mikupa huko, lakini ninachotaka kuambia sasa hivi atakitana mambo hospitali, tunahangaika kwenye miti shamba, na ingia na Chingwea, naenda Tandaimba ndani ndani, natokea Mangaka, nimeambia kuna mganga mwingine Songea. Ninachotaka wasanii wa Tanzania waache mambo yao wamkumbuke Mkubwa Fella, waache mambo yao kabisa. Sitaki kuona msanii wa Tanzania anakula bata, nataka wote atengeneze. Attention please kwa Mkubwa Fella, msaidieni kaka enu aliwasaidia. Nimeshasema simfagilii mtu, nataka wote mumsaidie kaka enu juu sana. Hao watu anaenda Nigeria anafanya harusi nane, anashindwa kutoa milioni mbili kwa kaka yake Mkubwa Fella, aliwasaidia. Hii tabia gani? Enyi waandishi, kazi kuuliza uliza, anaendeleaje, anaendeleaje? Enyi waandishi, mmeleta nini? Mmeleta soda, mmeleta mkate, mmeleta unga, mmeleta chai? Hamna lolote, kazi anaendeleaje, anaendeleaje. Mimi namshukuru Mungu, kuumwa ni ibada. Mkubwa anaendelea vizuri, atapona. Ila wasiopokea simu waendelee kutopokea simu. Sitomfagilia mtu yoyote, sitomfata mtu yoyote na najua mtoto wa Tandale mama yake ndo anampeleka pabaya. Angetusaidia, anamoa sana, ila mama yake uh-huh. Aya, Watanzania, mi nimemaliza.